Mimi naitwa Ruzuba, Ruzuba Zegreti. Jamani, watu wanasema uchawi, mimi nasema maarifa ambayo Mwenyezi Mungu alitaka watu wayatumie ya kupata mambo kiurahisi, yaliletwa na Haruti na Maruti kule Babeli. Eh, wataalamu wanasema kule Misri, nani wanasema Ilaki ya zamani. Halafu wale malaika waliposhuka, wakasema hakika, huu ni mtihani kwenu, maana tunawapeni siri za kuishi maisha kiurahisi kuwatumia viumbe. Na Mwenyezi Mungu anasema viumbe ni watumishi wetu. Sasa lakini mkishajua kuwatumia, mnaweza mkawatuma kwenda kuzuru maisha ya watu, watu wakakataa wakasema hey, wewe tufundishe. Kisha walipofundishwa, badala wayatumie kwa ajili ya kujipatia riski, wakaanza kuroga watu, magonjwa ya kutengeneza, kufarakanisha baina ya mke na mke. Leo mambo hayo ndio yameenea sana, lakini siri hizi za utajiri, unaona hapa kuna sukwa pete uone. Eh, ni mchukue mzee yuko busy. Eh, hebu sogea mtu wa kamera hapa uone maajabu. Msuko huu wa pete ni tofauti na huu, hii pete ikisuko inawekewa ambari, lakini hii inabomolewa kabisa. Ikishabomolewa inaanza kusukwa upya, inatengenezewa kamtungi ka kuhifadhi dawa, kisha ikishahifadhi dawa inakuwa namna hii, inatengenezwa inawekewa nta ya nyuki wale wadogo na wa kufanya nini hili ikisha, inaanza kusukwa sasa, sukwa pete hii. Ndugu zangu mnao nitizama, chochote unachokihitaji kwenye dunia hii utakipata kutumia haya maarifa, iwe ni biashara. Biashara yangu mimi na duka nimeweka na tv nimeweka na king'amzi, watu wanaangalia mpira tu hawanunui chochote. Sikiliza nikwambie, siri ya utajiri ipo kwenye maarifa, na maarifa ndiyo haya nayokuelekeza. Popote ulipo duniani unaweza ukatumiwa pete hii, lakini nataka nikwambie hivi kila kitu duniani kimewekwa chini ya maarifa. Hayo maarifa wajanja wanayaita uchawi, ili wewe mjinga uyachukie, uone ni dhambi. Alafu mm -hmm. Wenze wanakupiga za kichwa. <laughs> Namuuliza IPM kwamba eti hii ni dhambi, maana ndio mchungaji mkweli tu aliyebaki. Watu watasema wengine, oh, wengine wote ni waongo, wengine wote ni waongo. Kasome maandiko, walikuwepo manabii wangapi walikuwa waongo, eh, na wanamtabilia fulani fulani uongo halafu akasema mfalme, aa, wote mia nne wamenitabiria vizuri, amebaki huyu mmoja, sasa yeye hasemaji ukweli kwangu, kumbe ndio mkweli. Haya hapa <laughs> ni maarifa makubwa sana ya pete inaitwa hata Suleimani, maarifa aliyofichika ya Suleimani. Watu wanajua Suleimani alikuwa na pete, alikuwa na fimbo tu, lakini mimi nakwambia yeye alikuwa ni zaidi ya Yusufu ambaye alikuwa ni mganga mkijalamu. Haya hapa mambo mazito sana haya, haya hapa hapa. <laughs> He, haya hapa ni pete ya maajabu sana, ndugu zangu. Watu wengi sana hapa mimi naona duniani kazi yenu kudanganya, danganya tu kutapeliwa tunamnaenda tu eh, lakini mimi nikiwaeleza maarifa ya kweli naanza eh, tuonyeshe una nini, nikikuonyesha mimi utakufa, kwa sababu za mjomba wako, sababu yako kuzikusanya bado hazifikii zangu eh, kazi yangu sio kuja kukutambia au kukusongola. Mimi kazi yangu ni kukuelekeza maarifa ili na wewe uwe vizuri kwenye maisha yako, kwenye ukoo wako Uwache roho mbaya, kwa sababu maskini ni ishara ya roho mbaya, fitina, chuki na mambo yasiyofaa. Mimi naitwa Ruzubha, Ruzubha Secret. Tajiri huwezi ukamkuta na kununia, kwa sababu amefika samaki, lakini maskini ndo ataanza na anakuumiza pua <laughs> sio, anakuumiza pua, sema una njaa na huna hela, hayapa maarifa <laughs> utaajirisha Ruzuba ruzuba mkuu, au wasukie mambo. Wenye maarifa watakuja, wajinga wataendelea kuhangaika kwa kutumia nguvu na akili <laughs> nienda kwa mganga mmoja nikasikia mteja anaambiwa hivi, punguza baba kupika nyama, punguza kupika mayai, utakuwa ruzuba <laughs> ruzuba mkuu. Ilivyokuwa ilikuwa mtu akijenga nyumba ya bati, walikuwa alari ulari